Historia, Tanga ametuachia riwaya na nadharia, mashairi, lugha dhawa Kiswahili na kikawa pande zote za dunia na ujumbe ukafika mpaka ndege ukapita washukuru wote ambao umeitikia wito huu wa kuja lengo. Tunapozungumza hapa, tunapomchambua ni katika kumwombea dua. Ameacha sadaka inayoendelea. Ukiandika kitabu, watu wakasoma, ni sadaka. Ukisomesha ukafundisha, mtu wakai, akapata maarifa akayatumia katika mambo yake, ni sadaka. Shaaban Robert amewezesha watu chungu zima wakapata shahada zao za udaktari PhD wamepata masters, wamefanya shughuli mbalimbali, wanasomesha kwa ajili ya vitabu na kazi alizozifanya. Kwa hivyo, mwenzetu ameondoka, ameacha ni kama vile ni mtu aliyepanda mti. Tena sasa angalau mti unaweza ukapita, mradi mti ukakatwa. Hii ya Shaaban Robert hatuwezi ukautoa, itabaki katika vizazi na vizazi katika kumbukumbu zitaendelea kubaki. kuna kuna wengine walizoifa wamehifadhi mashairi, utenzi na shairi zake, kama shehe wangu hapa wa. Ukimgusa tu atakupa yote a kisa cha vitisaji. Kwa hivyo niseme ni tu kwamba tunapomchambua, tunaendelea kumwombea randi kwa Mwenyezi Mungu, tunamwombea rahma Mwenyezi Mungu, amjalie amali zake ziwe nzito katika mizani siku ya hesabu na yale aliyotuachia kama ana aliyoyapanda yaliyoyapanda kama sadaka tujalia basi Mwenyezi Mungu azidi kuziongeza uzito na zikawa na manufaa. Shaaban Robert alizaliwa tarehe mosi mwezi mosi alfu tisa mia na tisa katika kijiji cha Vibambani katika kata ya Tangasisi mjini Tanga. Alitumia maisha yake katika kuandika fasihi ya Kiswahili kuanzia mashairi, riwaya, tamthilia na kila fani iliyohusu fasihi ya andishi. Wataalamu wa lugha ya Kiswahili wanasema tangu kufariki kwake tarehe ishirini mwezi wa saba mwaka 1962 yatokea mtu yoyote aliyekitendea haki Kiswahili kama alivyofanya Shaaban Robert, na hapa ndio unakuja kuona kwa nini Shaaban Robert anaitwa baba wa fasihi Tanzania ama Afrika, kwa sababu kuna kuna sisi tunaomsoma Shaaban Robert na kunaofuatilia mashairi, kuna mtu anaitwa Shakespeare wa Uingereza. Kwa hiyo Uingereza wao walikuwa wakijivunia na Shakespeare, sisi tunajivunia na Shaaban Robert. Hawa watu walikuwa na kariba ya kufanana, kwa hiyo ndipo pale tunaposema kwamba Shaaban Robert ni Shakespeare wa Afrika. Watu wakubali wakatae, bado itakuwa ni profesa pia wa Kiswahili ulimwenguni. Anasema mzee Shaaban, ndio nataka nimzungumzi, maana tunamsifu sasa. Tuone katika moja ya kazi zake, asema: lugha yangu ya utoto hata leo nimekuwa, tangu ulimi mzito sasa kusema, najua sawa na manukato, moyoni mwangu napua pori, bahari na mito, napita nikitumia titi la mama litamu, jingine halishihamu. lugha kama Kiarabu, Kirume na Kiingereza kwa wingi zimeratibu mambo ya kupendeza, na mimi nimejaribu kila hali kujifunza. Yani kujifunza hizo lugha, lakini sawa na bubu nikizisema nabezwa na natoa na kubakisha. Kwa lugha ya Kiswahili, yani sina mushkeli, naweza nikasema nitakavyo Nikasarifu ninavyotaka kwa kuwa kile Kiswahili kimo ndani ya moyo wake. Dunia inamtambua hayati Shaaban Robert kama mwanafasihi wa kimataifa na mbobezi anayetokea katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki na bara letu la Afrika. Wenzetu ulimwenguni wana, wanatambua mchango wa Shaaban Robert kama fikra zina, fikra hai na fikra zinazoendelea kuishi. Hayati Shaaban Robert wanasema hata masuala haya ya sayansi na teknolojia yeye tayari alishayatambua wakati wa uhai wake kwamba kama vijana tunatakiwa tujikite katika fikra endelevu ambazo ni fikra zinazojikita katika masuala ya sayansi na teknolojia. Muombe ni kheri kwa Mola Rahmani azipunguze <muchan> huko chini na aturidhi kwa heri akhira na duniani. Huyu ni wetu wenyewe Tanzania tasifika.